Unaitwa nani mtoto mzuri? Naitwa Precious. Naam na, kwa wewe unayetutazama hapa, hivi ni ofisi za Kapamile Studio Sound, ambaye produsa wake ni Kalaboy on the beat. Ningependa kumuuliza huyu dada, eti kwa nini uko hapa mtoto mzuri? Nipo hapa kwa sababu nipo na rekodi nyimbo zangu. Naam, umekuja kurekodi ya? Nimerekodi, ni wimbo ambao kwa sasa hivi nimerekodi wimbo ambao unaitwa mungu anajali. Naam, kwanza jina lako unaitwa nani? naitwa Precious. na jina la kazi ni hilo hilo. Naam, vizuri sana. Vipi lakini kuhusu kuhusiana na huduma zinazopatikana hapa Kapamile Studio Sound? vipi zipojezipoje zipoje huduma hizi? huduma za hapa ni nzuri, pia wanajali sana, na kuhusu kazi, wapo vizuri kwenye utengenezaji wa kazi na ungependa uwaambie nini wanaokutazama, labda wasanii kutoka maeneo tofauti tofauti, na wanaweza wakaipataje hii studio? Ah, kwa hapa kuna namba ambazo zipo, unaweza ukapiga hizo namba na ukafika sehemu hii. Naam, naam. Kwa hiyo mtandaoni, unatumia jina gani? Natumia Precious Band. Naam, basi waambie neno moja wanaokutazama kwa wanaonitazama, naam, katika hiyo video naam, ningependa kuomba msaada naam, wa kushikwa mkono, kwa sababu mimi ni msanii chipukizi ambaye ndo nimeanza. Kwa hiyo kazi zangu nitaziachilia muda sio mrefu katika mitandao ya kijamii, lakini kwa yoyote atakayeweza kuguswa na kazi zangu au huduma ninayoifanya basi aweze kunisapoti. Naam, tunashukuru sana Precious kwa muda wako uliotumia Kapamile Studio Sound. Kwa wewe unayenitazama na unaendelea kutazama video hii mimi ni producer Yusufu au Kalaboy on the beat, ninayepatikana Kapamile Studio Sound. Hivyo ningependa kuwakaribisha watu wote mnaotazama hii video na Kapamile Studio Sound. Kizuri ni kwamba tuna mitambo ya kutosha, tuna shuti video lakini pia tuna rekodi audio na kutengeneza biti za aina zote. Chukua namba ambayo ipo kwenye simu yako hapo unapotazama hiyo video inayopita hapo kwa chini. Asante sana na karibu Kapamile Studio Sound. Thanks.